Agizo hilo linatolewa punde tu baada ya afisa mipango wa halmashauri ya mji wa Makambako Igbet Kindimba kuwasilisha rasimu ya bilioni 35.1 katika kikao cha ushauri wilaya na kisha bajeti hiyo kujadiliwa tena katika kikao cha baraza maalum la madiwani, ambapo mkuu wa wilaya ya Juma Sweda anasema wakati umefika kuboresha miundombinu ya barabara maeneo ya uzalishaji wa mazao na viwanda pamoja na kumaliza maboma yote, hivyo Tarura na Tanroads wanapaswa kutazama huko, kwa sababu ndiko mapato makubwa yanakopatikana tutaendelea kutengeneza barabara endelea kuboresha huduma za, za afya katika maeneo yetu, na ni mojawapo. Kwa mfano, barabara zetu kama za Tarura tungetamani sana kuona sasa zinaelekea kwenye maeneo ya uzalishaji kwa ajili ya, ku, ya kurahisisha usafirishaji wa mazao ya wananchi wenyewe. Jombe mnalima parachichi sana, na Makambako ndio kwenye sababu ya viwanda vya parachichi katika maeneo yetu, kwa lazima tuimarishe sisi barabara zetu. Kwa mwaka ujao wa 2026/27 halmashauri inakusudia kukusanya na kutumia kiasi cha bilioni 35.6 wakitoa wa mapendekezo kuhusu utekelezaji wa bajeti hiyo, endapo itapitishwa. Wajumbe akiwemo Sifaili Msigala, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Njombe, na Lea Hungori, katibu wa Chauma jimbo la Makambako, wanasema licha ya bajeti kugusa maeneo muhimu, lakini usimamizi makini unatakiwa huku pia wakitaka chanzo cha maegesho kuanzishwa. Mwakikishe mpango kazi huu na hiyo bajeti inakwenda kusimamia sawasawa sawa mipango hiyo na ilete matumaini. Chini tunakoishi na wananchi ni tatizo watendaji huko chini tunajuana huko kwenye mitaa na kata tunajuana vizuri sana kwa kweli. Hata sisi wenyewe tunaona watu wanatoka mbali, usiku break pale huduma wanapata, tuwaboreshe. Maroli mengi, so sasa hivi yanaondoka Makambako hayapaki, yanakosa facility. Sasa tulishirikiana nao na wenyewe ndio walishirikiana kuainisha lile eneo na baadaye tukagundua kwamba ni maeneo mazuri, tuweze kuwekeza hiyo parking ya magari. Ukiacha kikao cha DCC wakati wakijadili bajeti hii, madiwani katika kikao cha baraza maalum, makamu mwenyekiti Robert Shejamagu na Rosemary Ruiva, diwani kutoka kata ya Majengo, anasema itakuwa mkombozi mkubwa kwa wananchi, kwa sababu imegusa sekta zote muhimu, ikiwemo mikopo ya vijana na maeneo karibia yote ya msingi ambayo tunakusudia wananchi wetu kuguswa kwa ajili ya kimaendeleo yameguswa, eneo la elimu, elimu la afya kwenye eneo la afya kwenye eneo la kiuchumi kwa vijana peke yao kuna milioni mia moja sabini na tano lakini kwa kwa kina mama pia, kwa maana ya wanawake kuna milioni mia moja sabini na tano. Bajeti itaenda kujibu mambo mengi hasa kwenye ujenzi wa maboma. Maboma tumekuwa nayo mengi sana ya milioni zaidi ya mia saba kutoka Njombe. Jokta ni MFO, Clouds TV.